Hasa changamoto ya miundombinu ya barabara ipo, barabara hii, barabara kuu ya Ibungilo, ambayo barabara hii Chama cha Mapinduzi katika utekelezaji wake wa ilani 25 ilifanikiwa kujenga mita zaidi ya mia mbili kwa kiwango cha zege, lakini barabara hii haikukamilika. Barabara hii inatakiwa ianzie kule kwenye junction ya barabara ya mawe, lakini ije iingie kwenye junction ya barabara ya lami mimi nakwenda kuendeleza pale mwenzangu haliko ishia, maana imani, tutakwenda kulitekeleza hilo, si sehemu oye. Lakini ziko barabara nyingi zingine zinahitaji nguvu ya wananchi, lakini zingine lazima tupate fedha kwenye serikali, kwa maana ya talula. Zile barabara ambazo zinataka nguvu ya wananchi, wanasema mguu wa kutoka unaanzia nyumbani. Kabla tujaenda kuwaomba wadau kabla tutaenda kuiomba serikali, lazima sisi wenyewe wananchi tuanze kushikana ili tuweze kuleta maendeleo katika miundombinu yetu ya barabara ili tuweze kupita bila tatizo lolote. Ziko barabara nyingi, ukienda Ibungilo A hey, kuna barabara ya mzee Malole, barabara ile wananchi waliweza kujikusanya wakajenga mitaro, lakini barabara hizi sasa hivi natakiwa imwagwe zege ili iweze kupitika, lakini iko barabara ya Ibungilo ya Ibungilo makabrini inaokika kwa mzee mze wangu mzee Masaga, lakini na barabara zingine ambazo nguvu ya wananchi ilionekana sasa hivi inataka nguvu pia ya wananchi, lakini inataka nguvu ya wadau, na inataka msemaji mzuri aende akasemee ili tuweze kutengeneza barabara zetu, na tunaimani barabara hizo na zingine aaazisema lazima tunakwenda kuzitekeleza. Lakini katika sekta ya afya, ndugu zangu wote ni mashahidi, mama yetu Samia anafanya kampeni na ameahidi andapo atachaguliwa na tuna imani atachaguliwa, ndani ya siku mia moja yako mambo atayafanya kama kipaumbele, na moja ya jambo aliloahidi kulifanya ni kutoa bima za afya kwa kila mwananchi. Lakini kwa ndani ya siku mia ataanza na kipaumbele cha wakina mama wajawazito, watu wazee na watu wenye mahitaji maalum. Sasa ili ahadi yake na ili wauzorake wa na mpango wake ulete tija ni lazima na sisi tuwe na maeneo ya kupata matibabu. Ninafahamu kata yetu haina zahanati, ninafahamu kata yetu haina kituo cha afya. Lakini mbali na kutokuwa na zahanati na kutokuwa kituo cha afya, haimaanishi kuwa jitihada hazikufanyika. Viongozi wenzangu walionitangulia wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha wanatafuta eneo na eneo limepatikana, wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha wanatafuta ramani na michoro na michoro imepatikana kila kitu kiko kwenye kwenye mstari, mambo yako kwenye bajeti. Mimi kijana wenu, napokwenda kuingia na kwenda kwenda kuanza kujenga kituo cha afya, ili kusudi wakinamama na watu wazima waweze kutibiwa bule katika zahanati na kituo cha afya ambayo sisi, kidumu Chama cha Mapinduzi. Lakini mbali na mambo mengine yote ya kijamii, lakini pia yako mambo ya, ya kiuchumi. Yako mambo ya kiuchumi, kuna swala la kuwainua wakina mama na vijana na watu wenye mahitaji kiuchumi. Swala hili limezoeleka kama kusema mikopo ya mama Samia. Tunajua rais wetu alikuja na wazo kwamba ili tuweze kumkomboa mwanamke na kijana, kwa sababu changamoto ya ajira ni kubwa, basi tutoe mikopo asilimia kumi ili waweze kufanya biashara. Ndugu zangu, mimi ninapokwenda kuwa diwani kwa maana ya mwakilishi wenu, nitakwenda kulisimamia jino kwa jino swala hili. Nitakwenda kuhakikisha kwanza, mikopo inatengwa asilimia kumi kama serikali ilivyoelekeza, lakini la pili, nitakwenda kuhakikisha yule anayestahili kupata mkopo kweli anaupata na unafikia. Lakini hili mikopo hii iweze kuwanufaisha na iweze kuleta tija, ni lazima kwanza tuweke nguvu kubwa na akili kubwa katika kuwaelimisha watu ili wajue nini maana ya mkopo na nini maana ya elimu ya biashara, kwa sababu mikopo hii ni mikopo ya biashara. Ukimpa mtu mkopo, kama hana elimu ya biashara, hawezi kufanya biashara. Ukimpa mtu mkopo, kama hana elimu ya nizamu ya fedha, hawezi kutunza fedha na hawezi kurejesha mkopo. Kwa hiyo mimi, nikiwa kama diwani, kabla haujapata mkopo kwanza tunaandaa madarasa, tunahakikisha tunaandaa masomo ili watu waweze kujifunza ujasiriamali, waweze kujifunza biashara, waweze kujifunza nidhamu ya fedha, ili wanapoenda kukopeshwa mikopo, wao wanajua mikopo hiyo nini wanakwenda kuifanyia, italeta tija na mafanikio kwetu sisi. Kwa sababu wengi wanasema mikopo, wanaumizwa kina mama zangu na kausha damu, lakini kuna watu wakipewa mkopo wa kausha damu siapata mkopo na ndio siku hiyo ameona kitenge kizuri, anakwenda kununua kitenge watoto wake, like siku hiyo awali dagaa wanakula sato, anasema punguzeni, mwanangu mumpe mwili pole. Halafu mi anasema <petto> <rivalry> mikopo ikatuua. Najua jua hili mmefurahi, kwa sababu limewachoma, li liangaika na mikopo, kwa sababu hamna elimu ya mikopo unakopa leo, mkopo unasema nikaupe mwili pole, hata kaela kwanza nikane kuku wanangu nayo wale wapunguze shida ile, niele ya mkopo nataki ikafanyiwe biashara ili ikuze biashara. Kwa mimi kama diwani, lazima ni wakusanyi wakina mama na vijana, kwanza tuwape elimu ya biashara na elimu ya kujitegemea, ili tunapoenda kuombea mikopo, mikopo ile waweze kuifanyia kazi na ilete tija. CCM Oyee! <tinyo> <tinyo> <tinyo> <tinyo> <na mkasi. tinyo> <tinyo> ako mambo mengine ambayo tutakwenda kuyafanya lakini, ili tuweze kufanikisha mambo haya, kwanza ni lazima tushirikiane. Hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana bila kushirikiana. Lazima tuende tukasikilize kero, lazima tuende tusatue kero, na uwezo huo ninao, kwa sababu hata wali wa kushika wanaonekana kna sa hapa, mkinitazama kwa macho ya nyama, mnajua kweli hapa si sehemu imeramadume wananchi. <tipas> Lakini haya yote ninayoahidi na imani yatakwenda kutekelezwa kwa sababu siwezi kutekeleza peke yangu, wako watu ambao ninakwenda kusaidiana nao. Kwanza mimi ninapotokea kijiti, ninapoenda kuapishwa, ninapokuwa mtumishi wenu, ninafanya kazi chini ya Chama cha Mapinduzi baana, chenyewe ndiyo kina ilani na ndio kina maelekezo ya nini wananchi wanatakiwa kufanyiwa. Kwa hiyo mimi nikiwa nyuma ya chama changu, najua mambo yanaweza yakaenda na maendeleo yatafanyika. Emoye yeah. Lakini pili, lazima tukae kwenye la, mimi nitakuwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Washauri wangu viongozi wangu wasaidizi wangu ni wenye viti wa serikali za mitaa, ni wenye viti ambao kwanza wana uzoefu, pili ni watu wazima wana hekima na ninaimani watanishauri vizuri kama kiongozi wao, lakini nina imani watakuwa wananituma na nitafanya, kwa sababu mimi ni kijana wao. mambo ambayo mimi mkinituma, kuna sehemu natakiwa niombe, kuna sehemu natakiwa niombe. Ukinituma mimi diwani, natakiwa niende niende kwa mbunge niwaambie, kaka, wananchi wangu wanataka moja, mbili. Halafu anashusha yeye, akimshinda anakwenda kwa bibi kubwa, Mama Samia, wewe <coughs> moja, mbili, tatu, ili mimi niweze kufanikisha haya niliyoyaahidi na kuyasema. Lazima kwanza twende tukapige kura kwa mafiga matatu. Tumchague Kafiti William Kafiti, kijana wetu, mtoto wetu ambaye ameomba nafasi, nafasi ya kuwa mtumishi wetu katika nafasi ya ubunge wa jimbo la Ilemela. Wangapi watampa kura Kafiti? Wangapi watampa kura mama Samia? napi na watanipa kura kijana wenu? Ndugu zangu, kwa furaha hii, kwa umati huu, kwa mwitikio huu, mimi na imani tarehe ishirini na tisa nitakwenda kufanya yale ambayo ninatamani kuyafanya, na mtakwenda kunichagua. Na mimi niwaahidi, nitakuwa mtumishi wenu. Niko tayari kushauliwa na ninashaulika niko tayari kutumwa na ninatumika, lakini ukiniita naitika na kuja. Na bahati nzuri mimi unaweza ukanitumia hata kwa mahitaji yako binafsi <tipo> <tipo> unaweza ukasema, Mheshimiwa, mtoto wangu njoo, mimi sina haki, haki yangu ya nyumba ina shida, nenda kanishughulikia. Kaa mama, usijali, hiyo kazi ndogo, enda kufanya <tipo> mwanangu wana cheti cha kuzaliwa, mheshimiwa, nafanyeje? Hilo limeisha a anaungiro mpewe nini? Mpewe? mmepewa mtu anayefanana na nini nii anaa. Baada ya kusema hayo, nasema na washukuru sana, kidumu Chama cha Mapinduzi!